Kwanza ukipanda kitanda tu kulala, tuanzie hapo labda. Mtume akafundisha Bismika Allahumma amutu wa ahya, kwa jina lako E Allah, mimi nitalala sasa hivi na nikiamka pia nitaamka kwa jina lako. Sina ujanja wowote wa wa kuweza kupata usingizi wala sina ujanja wa kuweza kuamka. Umeona, ilivyokaa vizuri usingizi hauna ujanja wa mtu kuupata. Kuna wengine mpaka wale dawa na wanakula dawa pengine pia wasipate hivi wakawa amelewa leo atuzemelewa. Usingizi lengo lake kupumzika. Yeye amekula dawa amelewa, amezidi kuchoka na hakulala. Amehangaika tu, amehangaika asubuhi, ame ame anakwenda hospitali tena. Kwa, kwa, jina lako Allah, mimi nitalala na kwa jina lako nitaweza kuamka. Ikaja kwa sigha nyingine pia. Bismika Rabbi, kwa jina lako bwana wangu we unaenilea. Wadhaatu jambi nimeweka ubavu wangu sasa hivi in amsakta nafsi kama utanishika nafsi yangu uichukue nife farhamha ihurumie ya rabbi ukunakunachukua wa in arsaltaha kama utaiacha iamke fahfadha ya rabbi wee si ndio mlezi wangu ukiniacha kuamka fahfadha ilinde nafsi yangu katika hii dunia bima tahfadhu bihi ibadaka salihin kwa namna ile ambayo unawalinda waja wako wema na mi niingize kwenye waja wako wema unilinde. Unaionaje? ndio unalala hivyo, unajitegemeza kwa Allah usingizi ukikuchukua ukuchukue hivyo. Alafu kabla hujashikwa na usingizi kukawa kuna vitu vingi vya kufanya, soma qul huwallahu wa uizingatie, usome qul a'udhu birabbil falaq uizingatie. Ndani yake tukifasiri, muda hautoshi. sawa sawa, usome qul a'udhu birabbin nas uzingatie unachokisema Uliza viganja vyako tu tu tu, uwe umevishika unasoma, halafu ujipanguse, kutoka huku unakwenda huku. Unajipangusa mkono wako, unajipangusa mikono yako, unajipangusa kifua chako mpaka miguuni. Nini ndani yake? hizo ni kinga zote, sura ukizisoma zenyewe, ukaziangalia na tafsiri, ni kinga. Na Mtume alikuwa akifanya hivi. Dhikri kinga ni kumkumbuka Allah, kwamba wewe ndiye mlinzi, wewe na kuomba unilinde. Kuna nini tena baada ya hapo? Ayatul kursi, mwenye kuisoma ayatul kursi ilivyobeba fadhila, mchawi pia haiwezi, sawa sawa haiwezi. Shetani hakusogelei mpaka kuna kucha. Dhikri za kulala hizo aya, usingizi umekuchukua, na ukiwa umeweza kufanya na nyingine na nyingine, au umekusha kuchukua, lakini umeshajiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala Umelala umefikia kuamka, ukistuka tu alhamdulillah, nakushukuru Allah, nakusifu Allah kwa sifa zako zote, namshukuru Allah alladhi ahyana, ambaye sasa ametufufua baada ma amatana, baada ya kuwa alitufisha. Wa ilayhi nushuru, na kwake yeye ni kufufua ule mkubwa ule tutakusanywa kwa ajili ya malipo dhikri kubwa unaamka sasa tu unakumbushwa, utakusanywa tena we, baada ya kufufuliwa, kama ulivyofufuliwa hapa. Ulikuwa umelala umekufa, ndivyo sivyo? Nusu ya kifo kulala, inabaki unavutafuta pumzi tu, unajua uko hai, lakini mambo yanayofanywa yote una habari yayote? Umetoka kabisa, hupo, kama mtu alioko kwenye barzakh. Barzakh sinaijua jamani, Barzakh yani, roho ikitoka pap, imechukuliwa roho. Inaweza ikafanya mawasiliano na mtu kule kwenye barzakh. Kama akiadhibiwa kaburini, basi adhabu ataipata, kwa sababu Mungu anaipeleka adhabu ile kwenye roho yake mpaka inafika kwenye mwili wa mtu, hata kama umeoza. Sawa sawa na pale ukiwa usingizini, kama umechukuliwa kwenye barzakh. Bali kuna wakati unaweza ukaonana na watu waliokufa. sawa sawa Una, yani roho yako inaweza ikaadhibiwa kwenye usingizi, mwili ukapata adhabu. Na roho ina yako inaweza ikastereheshwa mwili ukana starehe, mtu anaona ni kwa safari nzuri sana, kumbe me, roho tu amepelekwa, mwili unahisi hivi ukiamka ukwenda safari yoyote sawa sawa. Sasa kama mtu aliyekufa anakumbushwa ufufuo, kwamba hivi ulivyoamshwa hivi, tunamshukuru Allah, sema namshukuru Allah na nakumsifu aliyetufufua baada ya kutufisha ndio umeamka hivyo. Ah, sasa nenda kajiandae. Unaingia chooni tu Bism, Allah, Allah, bismika hmm. allahumma inni audhu bika. E Allah, mimi najilinda kwako, unilinde min alkhubuthi wal khabaith, unilinde na mashetani huku wa kike na wa kiume walioko mchoni, nilinde choo. Hata ukiwa umekijenga wapi kinaitwa choo, nyumba ya kukaa wale jamaa shetani sawa hata kipendeze, lakini wao ndio sehemu wanazozipenda sasa. Ya Rabbi nilinde nao. Umeingia kule umefanya shida zako zote umemaliza, na ukitaka kuchukua na udhu, utaanza udhu kwa kusemaje? Udhu tunaanza kwa kusema nini? Bismillah. Wengine mtu atasema, hey, sasa chooni bismillah. Unakuja shida eh? Udhu, mpaka watu wengine wanaogopa kutawadha chooni kabisa Choo chako umekiandaa vizuri, ukiwa najisi haikupati utatawadha maji, utakapofika pale pazuri, ruhusa kutawadha huko huko. Bismillahi inaruhusiwa kuisema hivyo hivyo. Ulichokatazwa kule chooni, kuambiwa usitaje majina ya Mungu, usifanye ibada hiyo kule rasmi, kwamba umeingia chooni umeshika na msahafu wako unasoma, usifanye hivyo, sio sehemu ya mambo hayo, au umekwenda ndo unafanya dhikri pale. Kwa hiyo sasa dhikri kwa maana Subhanallah subhanallah subhanallah, sio sehemu ya kufanya hivyo, lakini ile ibada ile maalum ya kutawadha hiyo inaruhusiwa, haikukatazwa kufanya hivyo. Kwa hiyo tusije tukapata shida hiyo ukasema siwezi kutawadha. Umekwenda unafanya ibada maalum, umemaliza kutawadha, unatoka, kuna ibada ya kutokea, ghufranaka Ufrana, kama manake ya Rabbi, nakuomba msamaha natoka chooni. Ibada tupu, zikri tupu hizo zote zikri. Ufrana, nakuomba msamaha bwana wangu. Kwani ulikosea nini uku chooni? Hapana, ukukosea, unakumbushwa kitu muhimu kwamba we unatakiwa muombe Mungu msamaha sana. Anakupa neema nyingi unazisahau. Miongoni mwa neema kubwa uliopewa ya kukuwezesha kwenda chooni. Ni neema sio neema. Jamani kwenda chooni neema sio neema. Mtu akikosa choo anakwenda kwa daktari. Sipati choo, daktari. Kama daktari angekuwa fedhuli akakwambia, eh, sasa choo kama kitu gani? Si ungepumzika tu? Kwani kwenda chooni mambo mazuri sana, pumzika. Ungemwona daktari mwendawazimu. Ya khi, nipumzike vipi? Kuna vitu vinaingia havitoki, viache. Viache. Unataka upewe dawa ili vitoke. Sasa wewe umekwenda chooni hata hatakupewa dawa neema. Kwa hiyo kumbuka ile neema, si ndio hivyo? Unaikumbuka neema ya kupata choo hiyo. Hata we mfalme akipata choo anaambiwa sema ghufranaka ya rabbi, nisamehe. Nini nisamehe? na neema nyingi mimi zilistahili kushukuriwa, sijashukuru. Sasa hii nimeiona sasa hivi ni, nisamehe hizo ambazo sishukuru na wakati ukimwomba msamaha hivyo, maanake umeonyesha shukurani. la inshakartu azidanna ku, Mungu ametangaza, mkionyesha shukurani nitakuzidishieni. Kwa hiyo neema hii mtaidumisha, neema ya kwenda chooni, Mungu akudumishie. Inaeleweka, unamwomba Allah nidumishie neema ya kuweza kwenda chooni, kwanza na, niweze kwenda mwenyewe, pili sihitaji dawa, sindo hivyo? Ndio ninapata uzima Ha, nani mara ngapi tunakumbuka kwenda chooni kama ni neema? Fujofujo tu kwenda chooni. Neema hata uwe nani, ukwenda chooni ni neema. Kwa hiyo tumepangiwa mpaka dhikri za kukumbuka wakati ukitoka chooni. A, umeshamaliza unataka kutoka nyumbani sasa, kama ni kwenda msikitini sasa, uende msikitini, si ndio? unatoka dhikri ya kutokea

Mtume amesema aliyechukua udhu wake vizuri, halafu alipomaliza akasema ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, anafunguliwa milango ya pepo mingapi? mi minane, aingie kwa anaotaka. Sasa utaingia kabla hujafa? Hapana. Sasa lakini umeandaa maandalizi kila siku wewe ya kumwambia Allah nifungulie milango ya pepo. Pengine mtu unaweza ukafa baada ya kumaliza kuchukua uzu na kuomba, na kumsifu Allah umeshafunguliwa milango ya pepo. Dhikri mpaka baada ya kutawadha. Nashuhudia kwamba hapana anayestahili kuabudiwa ila Allah. Na nashuhudia mimi kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. E Allah, nijalie mimi niwe katika at-tawabin wenye kurejea kwako kwa katubu na unifanye katika minal mutatahirin wale wenye kujitakasa siku zote ni dumu kujitakasa hivi na kujitakasa nafsi yangu. Na ya pili, dua nyingine: Allahummaghfirli dhambi, yani, unaweza ukasoma hii au hii, sawa. Allahummaghfirli dhambi, E Allah, nisamehe makosa yangu dhambi zangu. Wa wasi'li fi dari, na unikunjulie nyumba yangu. Ya rabbi wabarikli fi rizqi, na unibarikie riziki yangu. Mpaka baada ya kutawadha umejisalimisha kwa Allah. Subhanallah nisamehe makosa, nikunjulie nyumba, nibariki riziki. Kitu gani kimebaki kwenye dua hapo? Ya maisha vyote umechanganya. Nisamehe makosa, mtu akishasamehewa peponi. Nibariki, nikunjulie nyumba, ndo jambo tunalolitaka. Hivi kukunjuliwa nyumba sio mpaka jumba liwe vila, sio vila, ni kupata utulivu ndani ya nyumba. Kuna wengine wana mavila na utulivu hawana, sindio eh? kwa hiyo so, wewe unamwambia Allah nikunjulie nyumba yangu. Mtume hakuwa na vila, lakini nyumba yake ilikuwa na utulivu, na siku nyingine pia chakula wala hakipo, lakini utulivu bado upo, ana kanaa sawa sawa. Nikunjulie nyumba, ndio kitu nachokiomba hicho. Mungu akupe mwanamke na mwanamke Mungu ampe mwanamme, mwanamme wa namna gani? Atakayetuliza moyo wake. Hiyo ndio kukunjuliwa nyumba, sio kuwa na vitu vingi. Unamwomba Allah, ya Rabbi nikunjulie nyumba manake familia yangu nkifika inafurahi, na wao wanafurahi. Mimi nafurahi, na wao wanafurahi. wabarik li fi riziki, na unitilie baraka riziki yangu. Nibarikie riziki, sio nipe riziki nyingi. Baraka ya riziki sio kupewa sana. Kuna watu wamepewa sana na hamna baraka. Kubarikiwa ni kile alichokupa Allah, kwanza ukahisi Allah ndiye aliyekupa, ukawa na kanaa, huonei choyo watu wengine, au kuwa na hasad na watu wengine, na inawezekana kidogo pia ulichonacho, na pia ukaweza kutoa huduma kwa mwingine, na ukikitumia unaweza ukamwabudu Allah kwa hicho ulichokitumia. Hii ni baraka ya riziki, umepewa kitu kikakusaidia kumtii Allah. Lakini umepewa vitu vingi, alafu vimekusaidia kumwasi Allah, hamna baraka hiyo, lana hiyo. Una vitu vingi, alafu vitu hivi vinakuongoza kumwasi Allah una baraka kwenye riziki hiyo. Kwa hiyo, baada ya kutawadha, baada ya kutawadha, tumefundishwa kuelekea kwenye dhikri ya kumkumbuka Allah akusamehe makosa akukunjulie nyumba akubariki riziki subhanallah, makubwa sana. Umemaliza kutawadha unatoka, sindio? Hivyo umekwisha omba dua sawa sawa, umefanya dhikri ya udhu, unatoka unakwenda zako msikitini Bismlah tawakaltu Allah, kwa jina la Allah, mimi ninatoka nimemtegemezea Allah mambo yangu, mambo yangu yote. Mimi sina ujanja, sina nguvu wala haula, hakuna ujanja kwangu wala kubwata wala hakuna nguvu kwangu ya lolote illa billahi, ila ni kwa Allah kunifanyia. Sina ujanja nalo, ndio unatoka nyumbani. Allahumma nyingine, e Allah inni audhu bika, nakuomba Allah unilinde, unilinde na nini? Allahumma inni audhu bika an adilla, nisije nikapotea au udalla au kupotezwa. Kupotea sio kupotea njia tu, kupotea hata kimaisha. Huku ninakokwenda nisifanye jambo la kupotea, niwe katika siratul mustaqim. Sasa au udalla au kupotezwa na mtu au azilla, nisije nikateleza kwa namna yote ile. Kuteleza kuteleza kuanguka na kuteleza pia kimaisha, huku nakokwenda ziteleza. au uzalla au kutelezeshwa. au adhlima au nisije nikadhulumu, au udhlama au kudhulumiwa. au ajhala, nisifanye ujinga kumfanyia mtu, au yujhala alaya au kufanyiwa mimi ujinga. Zote ni dhikri hizo. Kwa leo naona tuishie kipengele hiki, unajua lishaanza kutoka huko tuishie kipengele hiki. Tuone umuhimu wa dhikri katika maisha kwamba tumeambiwa, udhkurullaha dhikran kathiran wasabihuhu bukratan waasila, tumkumbuke Allah na kumtaja sana kila kisehemu, kiaman waquudan waala junubihim, mote humo. Sasa itakuwa ni dhulma kubwa, dhikri iliyokuwa ibada kubwa namna hii watu wakaibakisha kwenye kisehemu kimoja tu. Leo kuna fikra ukitaja dhikri wanaona watu ni mpaka watu kundi fulani kinachoshika bendera kikafanya namna fulani. Hawa ah, watu kwenye dhikri. Wewe huko kwenye dhikri, kosa kama wale wako kwenye dhikri, dhikri ya aina fulani, na wewe unatakiwa uwe kwenye dhikri, dhikri ya aina fulani. Ni kupishana aina za dhikri tu, kama vile ibada. Ibada ni full time, si ndio? iwe unamwabudu Allah, ndio lengo liloumbiwa, si ndio hivyo? Pamoja na hiyo dhikri ndio ibada, si ndio hivyo? Sasa usije ukasema tulikuwa kwenye mwezi wa ibada bwana, sasa tumemaliza. Umemaliza kuabudu? tulikuwa kwenye mwezi wa ibada fulani tumemaliza ile, lakini tumo kwenye ibada, sio au? Nilikuwa, nilikuwa kwenye ibada bwana. Wapi? Msikitini. Kwa hiyo nimerudi nyumbani, ah, dunia bwana, fantashiru. Kwa hiyo dunia sio ibada tena? Ah, makosa makubwa. Tusiwe namna hiyo.